Kristo Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Kwa hii dunia mimi napenda baadhi ambapo ningepata mosho moja, yaani baadhi ambapo nikienda nifike pale, ninaoshwa mara moja na ninakuwa safi kabisa. au shida yangu inatatuliwa mara de niwaambie, kila mtu anatafuta pahali ambapo shida yake inatatuliwa mara moja. Huko watoto watapata kazi, shida itaisha, ng'ombe itaongezeka kwa boma na watu wote wasabotu watabarikiwa. Kwa hivyo, juzi kuna watu walienda huko wakifikiri hiyo miti ikikatwa shida yao itaisha. Sijui ni ukweli, hiyo miti ikikatwa shida itaisha dunia hii, na kuko na wale ambao wanaamini hiyo miti ikimea watabarikiwa. Kwa hivyo, wamegombana mpaka mwishowe wajafanya chochote, lakini nataka niwaambie miti ikimea ama ikatwe, si dhani ya kwamba hapo ndio tutapata mwosho mmoja. Kuna mama mmoja alikuwa akisumbuliwa kwake, na yeye akaambia kuko na mganga mmoja anaitwa mwosho mmoja, enda pale shida yako itaisha. Huyu mama akaenda, akaona huyo mganga. Huyo mganga akampatia dawa akamandia ukim bwana yangu, akimeza shida itaisha. haikawaiakua tena kumbe, huyu mganga alimpatia sugu. mkeo mkeo alipompatia bwana yake asubuhi, akasikia nduru, bwana yake amekufa. sema nilienda nikifikiri nitatatuliwa shida yangu, lakini nimeongezewa shida. Sasa mimi ni mama mjana. Je, hey! wapi ndio tutapata mwosho mmoja? Kuna wengine wanafikiri huko na kanisa iko Mombasa, wakienda shida zao zitatatulika, na kuna wengine walienda kwa kanisa ya Makenzi, na nasema Makenzi ni mhubiri wa kipekee, akiambia wanuya kinalehirida sifuna waje, kuna ukali ij kuishi Muluya akaacha ugali wiki tatu, Magenzi ndio wa kwanza. Na kweli kuna watu wakaacha ugali na badala ya shida kutatuliwa, hao watu walikufa na kuzikwa shakahoa. Bado mi nauliza swali, wapi nitapata mwosho moja leo? Nataka tuangalie waraka tuliosomewa wa, wa Waebrania. Kitabu hiki hatujui ni nani aliandika, wengine wanasema ni Paulo aliandika, wengine wanasema ni Sila, wengine wanasema ni Priscilla, wengine wanasema yule mwenye aliandika ni Barnabas, lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba hakuna mtu anajua kita nani aliandika kitabu cha Waebrania, lakini tunajua aliandikia Wayahudi, ambaye walikuwa wamejaribiwa na walikuwa wamejaribiwa kwa sababu ya mateso waliyopata kwa Yahudi na kukataliwa na ndugu zao, na wakataka kurudi nyuma wakataka kupama kwenye huko na mwosho mmoja warudi nyuma. Ndiposa mwandishi wa waraka huo anawambia, Kristo ndiye mwosho mmoja yeye, anashinda makuhani wengine wote Yesu anashinda dhabihu zingine zote ambazo zilitolewa kwa sababu Yesu alitolewa dhabihu mara moja, na itarudiwa tena pale msalabani. Leo nataka kuambia mwosho mmoja, ninapata, linapata, sitarudi nyuma penye msalaba wa Yesu Kristo peiliio moja mimi sitarudi nyuma. Majaribu yanaweza kuja, ninaweza ne kataliwa na jamii ne sumbulika, ninaweza ne pitia hali ngumu, lakini penye nilipata mwosho mmoja, sitarudi nyuma. Hii ndio ujumbe ambaye mwandishi wa Ibrania aliandikia Waibrania na wanasema ilikuwa mahubiri ambaye aliandika ili hata mimi pamoja na wewe katika kanisa la St Max Koikoi tupate mwosho mmoja. Ukipata unapokea nini? Jambo la kwanza tunapokea mpango mpya. Mpango wa kwanza ni ya kwamba sheria ilikuwa ikiandikwa kwa mawe, lakini ukipata mwosho mmoja wa Yesu Kristo sheria haiandikwi kwa mawe tena, sheria inaandikwa kwa moyo wetu. Mpango wa kwanza ilikuwa kubadilisha watu kutokea nje, lakini mwosho moja tunabadilisha inabadilisha watu kutoka kwa moyo. Kulikuwa na mtu mmoja alichokozwa kazi naye kila siku anaambia, wewe hauna fomu, hauna mpango. Wengine wanaenda kunywa pombe, yeye hapo anaenda kunywa pombe. Wengine alikuwa akisengeti, yeye yakusengeta. Wengine waliongea vibaya, yeye yakuongea vibaya. Mwambie, je, wewe unaamini Yesu aliyebadilisha maji ikawa mvinyo? Akasema, ninaamini zaidi ya hayo. Kwa nini? Alinipa mpango mpya. Nilikuwa mlevi na kutokea kwa ulevi wangu akanibadilisha, nikanunua vyombo vya nyumbani, na yeye kwa mpango wake mpya. Hata siku hizi sipigi watu, nina amani na akanipa mpango mpya. Nani mpango mpya? ni ya kwamba siendi tena katika dhambi, kwa sababu ndani ya moyo wangu ameandika amri mpya na yeye amelipa mpango mpya yee, unaendeda kwa mpango wa zamani au kwa mpango mpya? Katika mwosho mmoja ndani ya Yesu Kristo kwenye msalaba, mimi nimepata mpango mpya roho yangu imeandikwa sheria mpya sheria ya upendo, ya kupenda watu na majirani na kubadilika si tena, si lazimishwi, nimebadilika kutokea moyoni mwangu. Jambo la pili katika mwosho moja, dhambi zangu zimesamehewa. Akasema nimesamehewa dhambi mara moja na kabisa kupitia kwa msalaba. Kitabu ilibidi watu watoe dhabihu kila wakati Nanaigo na jamii fulani, ukifanya makosa lete, kuondoa wachinje. Siku moja nilisikia kwamba kuna mama mtoto alipozaliwa akakataa kunyona. Watu wanafanyaje, ndugu ndukuwanda? Watu wanafanyaje? mtoto amekataa kunyona na mama amezaa, wanafanya nini? Wanaenda kuchinja kuondoa. Hivi mtoto anyoni kwa sababu inamaanisha kuna makosa ilifanika. Eena, mtoto wa pili anecina kuondoa wengine, lakini nashukuru Mungu kwa sababu penye mwosho moja kwa msalaba wa Yesu Kristo dambi zangu zimesamewa, sihitaji kufanya tena kafara. Yesu amesamee dambu zangu, haijalishi dambi ambao natenda Yesu alisulubiwa na wezi wangapi wa Mungu? Moja akatukana Yesu Kristo akasema, aye, kama ni mwana wa Mungu jiokoe na uniokoe mimi. Alitaka kuokolewa na kusamewa dhambi zake bila kutupa. Wapili akasema e, Yesu nikumbuke, na Yesu akamwambia, amini amini na kuambia hivi, leo utakuwa nami paradiso. Ni mwosho mmoja kwenye msalaba wa kwa Yesu Kristo, mimi napata msamaha wa dhambi, haijalishi dhambi ambayo nimetenda. Wakati mwingi dhambi ambayo tunatenda ingine ni kwa maneno, ingine ni kwa mawazo, na hata ingine ni kwa fikra, lakini kwenye mwosho mmoja, dhambi zangu zinasamehewa. Sijui kama unajua, dunia hii mtu akiondoka aondoki na title deed ya shamba auloki na marriage certificate naau ndoki na marafiki anaondoka na tikiti ya kwenda mbinguni ama kwenda jehanamu. Ni yule ambaye amesamehewa nami zake umilia kwa mwosho mmoja kwenye msalaba, ndiyo ana tikiti ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe, amen. Nataka kwenye mwosho mmoja mimi ninasongea kwa ujasiri nasongea Mungu kwa ujasiri, kwa sababu kwake ninapata nguvu ya maombi. Kuna jambo limekusumbua? Kwenye msalaba kunapata nguvu ya maombi. Yeye anatuponya, anatukuza na makutana na mahitaji yetu kwenye mwosho moja. Kwenye msalaba mimi nasongea kwa ujasiri, najua hapo nit nguvu ya maombi Jambo la pili, nitatakaswa, dhamira yangu itakuwa safi. Mtu akiiba anasamehewa kwa kuiba, lakini tamaa ya kuiba anabidi inabidi atakaswe siku. Moja shuleni walitushika tukivuta sigara, walitupiga kiboko, lakini hawakupiga tamaa ya kuvuta sigara vuta sigara mbeo. Wakati nikafika kwa msalaba wa Yesu Kristo, hapo nikapata mwosho mmoja na ninasongea nikijua kuna utakaso. Tamaa ya kuvuta sigara ikaenda na nikakuwa kiumbe kipya. Zaidi ya miaka 30 sijavuta sigara tena, kwa sababu kuko na mwosho mmoja, kuna kutakaso kweli. Salama. Leo ni siku tunakumbuka Yesu damu ilitiririka, na damu ya Yesu Kristo mpaka leo ni fresh, inaweza kukutakasa wanaume. Inaotakasa kutokana na tamaa, wanawake inaotakasa kutokana na wivu, hata na masengenu. Na sisi inatutakasa kutokea na njia mbaya, na tunakuwa wasafi, na tunatengeneza nyumba ya Bwana. Ni vizuri kukaribia kwa mwosho moja ili tutakaswe. Pia tunasongea kwa ujasiri, nikijua alishinda kifo pale msalaba. Ingawa alisulubiwa, ilipofika saa tisa akalia, akasema Eloi Eloi lama sabakthani, akasema Mungu wangu, wasamehe kwa sababu hawajui lile wanalo litenda. Ndiposa Waanglikana tunaimba kilima kando ya Ha, liteswa sana kuokoa wakosaji, akateswa yani lipeso msalaba, na mwisho Yesu ha, ha. Lakini nashukuru Mungu, injili kushiako siku ya tatu akafufuka, niposa siku ya Jumapili, utakuja hapa kusema amefufuka na watu watajibu amefufuka kweli kweli. Hebu tuseme amefufuka kweli, amefufuka kweli. Msalaba ni nilioshwa yoshua, nata hofu ya kifo haiko ndani yangu tena, kwa sababu niko na mshindi. Na baada ya Yesu kutufanyia hivyo, tunastahili kufanya mambo manne, nikimalizia Jambo la kwanza anasema tushike sana matumaini. Shike sana matumaini kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Tunaishi kwa dunia ambayo hakuna matumaini, na wakati mwingine matumaini yamepotea kila pahali, sio tuko familia, matumaini yamepotea kila pahali, tunapotembea, tunapoenda shughulika matumaini yamepotea. Lakini unapopata mwosho mmoja kupitia kwa Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, kitu cha kwanza, tushike sana matumaini penye huko. Shika matumaini kwa ajili ya jamii yako, shika matumaini kwa ajili ya kanisa letu la Koikoi. Mimi nashika matumaini yaani yaliyo mbele yetu ni bora, hata kwa ajili ya jamii yako, ninaomba Mungu akusaidie kusaidia ushike matumaini, usife moyo. Jambo la pili, tusiache kuhimizana kwa upendo na kazi njema. Agari tunapokutana, tuhimizane. Mambo yamekuwa mengi, lakini tuhimizane katika matendo mema na upendo uziki kuchocheana kila siku, kwa sababu ya tulioshwa kwa msalaba wa Yesu Kristo, tunahimizana kila siku kwa upendo na kwa matendo mema. Kitu si kingine, tusiache kukusanyika pamoja, usikose ibada. Hapo ndio pahali ambapo baraka ipo, hapo ndio pahali ambapo tunatiwa nguvu hapa ndio mahali ambapo ukifunjika moyo unainuliwa katika jina la Yesu Kristo. Mwishowe usiache kuonana. Dhambi inauma, ule nje kuna maovu, lakini kuna mwosho mmoja kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Ninaomba sote kende kwa msalaba wa Yesu Kristo. Hapo ndio kuna mwosho mmoja na tukiosha, maisha yetu yatabadilika. Ya leo ni siku ya jumaa njema, tunaweza kuwa na imani kwa msalaba wa Yesu Kristo, tukijua katika msalaba wa Yesu Kristo, jambo la kwanza tunapata mpango mpya. Jambo la pili, kwenye msalaba atupate mpango mpya peke yake, tunasamehewa dhambi ya. Jambo la tatu, tunasongea kwa ujasiri tukijua pale tunaoshwa, tunapata nguvu ya maombi na nguvu ya ufufuo na kushinda kifo. Na tunastahili kutenda nini? Jambo la kwanza, tunastahili kushika matumaini. Baada ya mambo ulikuwa umekufa matumaini, shika matumaini kwa ajili ya jamii yako na kwa kanisa na kwa hali yako ipu God is never late. Atakutembelea kwa wakati wake. Hata ukifika mwisho, Mungu hajafika mwisho mwenyewe. Shika matumaini. Himiza ndugu yako asonge mbele. Kitu kingine, usichoke na kuhudhuria ibada na, na kitu cha mwisho uzidi kuona za Bwana kwa maombi. Na Mwenyezi na mwenye rehema, tunakushukuru kwa sababu mwosho mmoja haipatikani kwa fedha, kwa marafiki, inapatikana kezi, utuoshe Bwana mwenye ututakase, nguvu ya Mungu utusaidie, tushike matumaini kwa jamii yetu wako wakuze na kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanahitaji, kuwafungulie nchi vile pazia la hekalu lilipasuka. Sikia maombi natuko na kuani ambaye natujii, ututembelee na utende sambamba na mapenzi yako, utubariki na utuongoze kwa jina la Mungu Baba mwana na Roho.